Mambo matatu ya kujua kwa kijana yoyote aliyeokoka. Mambo matatu ya kujua kijana aliyeokoka, Roho Mtakatifu akakufundisha kwenye mafundisho haya na mafundisho haya akafanyike msaada kwako, akafanyike baraka kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Mambo matatu ya kujua, kama wewe ni kijana ambaye umeokoka, mambo hayo matatu ni muhimu kuyajua ni muhimu kuyajua, ambaye atakusaidia kuishi maisha ya ushindi hapa duniani. Tupo kwenye nyakati ambazo vijana wengi, vijana wengi wanatumikishwa na adui, vijana wengi wanatumikishwa kwenye dhambi. Nakumbuka kwamba tunaposoma kwenye Yohana nane kumi na tatu Yohana nane thelathini na mbili maandiko yanasema nitaifahamu kweli, na hiyo kweli itaweka huru kwa. Kama wewe ni kijana unatumikishwa na dhambi, maanake wewe ni mtumwa na wewe ni mtumwa. Na kwa nini ni mtumwa? Inawezekana kwa sababu hujaifahamu kweli. Asa, mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru, itaweka huru na dhambi. Mtu yoyote ambayo yuko huru, manake hatumikishwi na kitu chochote. Wapo vijana wengi ambao wanatumikishwa kwenye dhambi, wengine wanatumikishwa kwenye pombe, wengine wanatumikishwa kwenye washerati, wanatumikishwa kwenye mambo mbalimbali na maandiko yanasema kwenye mhubiri kwamba mkumbuke mhubiri kumi na mbili mmoja mkumbuke muumba wako siku za ujana wako kwa wakati wa ujana ndio wakati wa kumkumbuka muumba wako wakati wa ujana ndio wakati wa kumtumikia mungu sio wakati wa kutumikishwa na dunia hii sio wakati wa kufuatisha namna ya dunia hii wakati wa ujana wakati wa ujana dunia imeharibika na kuna watu ambao shetani amewadanganya, anasema kwamba haiwezekani kijana kuokoka. Lakini kabla hujakubaliana na hilo ambalo ninasema, ni vema kujua maandiko anasema nini. Maandiko anasema nini? Kwa sababu neno la Mungu ndio, ndio kweli. Neno la Mungu ndio kweli. Haijalishi watu, watu, watu wanasema nini. Haijalishi dunia inasema nini. Cha msingi tunachoangalia kwamba neno la Mungu linasema nini. Na Mungu sio mwanadamu hata aseme uongo. Chochote anachosema Mungu ndicho ambacho nahitaji kushikilia hicho. Ndicho ambacho nahitaji kushikilia hicho. Vijana wengi wanaenda makanisani lakini maisha yao nje ya kanisa hayamtukuzi Mungu hata kidogo, vijana wengi. Vijana wengi wako kwingine kwenye praise and worship, wako kwenye kwaya lakini maisha yao walio wengi, sisemi wote walio wengi. Baada ya kuondoka kanisani maisha yao sio ke okay, sio kumtukuza Mungu. Sasa mambo haya matatu kama wewe ni kijana atakusaidia, yatakusaidia kama wewe ni kijana na unaamini kijana ambaye umeokoka na unaamini kwamba chochote ambacho Mungu anachosema ndio kweli. Kwa sababu tunaposoma kwenye Hosea 4:6, nasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Yamkini unatusema kweli, unajiita kwamba umeokoka, lakini matendo yako yanapishana na ukiri wako, yanapishana na ukiri wako. Mambo hayo matatu ambayo tutakwenda kujifunza yatakusaidia, yatakusaidia kama unaamini kwamba neno la Mungu ndio kweli. Chochote ambacho maandiko yanasema ndicho ambacho, ndicho ambacho unatakiwa kukishikilia. Tunaposoma kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 2:14, 2:14 Maandiko anasema kwamba nimewaandikia ninyi vijana, nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu. Huu waraka wa Yohana wa waraka wa Yohana wa kwanza mbili, kuna, kuna mambo matatu hapo ambapo ambayo Mungu Roho Mtakatifu alijaribu kuwaambia vijana, anasema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakanda ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Mmemshinda yule mwovu. Inawezekana vijana walikuwa wanajichanganya na dunia hii, inawezekana vijana walikuwa wanaishi maisha ambayo sio kumtukuza Mungu. Sasa Roho Mtakatifu akamsukuma Yohana kwamba waandikie vijana. Sasa nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu moja mna nguvu. Kumbuka tunajifunza mambo matatu ya kujua kijana kwa kijana, kwa, kijana, kwa kujua kwa kijana yoyote aliyeokoka. Nasema ninawaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu. Mna nguvu. Na maandiko sehemu nyingine yanasema kwamba fahari ya kijana ni nguvu zake. Nimaandikia ninyi vijana kwa sababu nina nguvu. Kwa sababu mna nguvu. Lakini jambo la pili anasema kwamba neno la Mungu linakaa ndani yenu. Ninawaandikia ninyi vijana. Ninawaandikia nyinyi vijana ja. kwa sababu mna nguvu, alafu neno la Mungu linakaa ndani yenu, neno la Mungu linakaa ndani yenu. Na jambo la tatu anasema kwamba kwa sababu mmemshinda yule mwovu, kwa shetani hana nguvu. Amesema kwamba mmemshinda, sio kwamba mtamshinda, mmemshinda yule mwovu. Ukiwa na mtazamo kama we ni kijana uliokoka, una mtazamo kama huu. Jambo la kwanza kwamba natambua kwamba wewe una nguvu. Wewe una nguvu, na hizo nguvu sio kwa ajili ya kutumikishwa na dunia hii. Hizo nguvu sio kwa ajili ya kutumikishwa kwenye dhambi. Hizo nguvu sio sio kwa ajili ya kutumikishwa kwenye uharibifu uliopo kwenye dunia hii. Hizo nguvu ni kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Hizo nguvu ni kwa ajili ya kuinua serikali na kujenga ufalme wa Mungu. Anasema ninawaandikia nyinyi vijana kwa sababu mna nguvu. Vijana wengi nguvu zao wanazi, wanazitumia kwenye kuinua ufalme wa giza, kwenye mambo ya uharibifu, kwenye mambo ya giza. Yohana nawaambia kwamba nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu, mna nguvu. Kwa jambo la kwanza, wewe kama ni kijana, tambua kwamba una nguvu, tambua kwamba una nguvu, na hizo nguvu zitumike kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu hizo nguvu hutakiwi kuzitumikisha kwa kuzitumia kwenye mambo mambo mambo maovu. Lakini jambo la pili, kama wewe ni kijana, anasema nimekuandikia nyinyi vijana kwa sababu neno la Mungu linakaa ndani yenu. Wewe kama ni kijana, neno la Mungu linakaa ndani yako, tunaposoma kwenye Zaburi mia moja kumi na tisa, mstari wa kumi na moja. An maandiko anasema kwa moyoni mwangu nimeliweka neno ili nisije nikakutenda dhambi nyi vijana kwa sababu na nguvu. Jambo la pili, neno la Mungu linakaa ndani yenu. Na kama neno la Mungu linakaa ndani yako, na Zaburi 119:11 anasema moyoni mwangu nimeliweka neno ili nisije nikakutenda dhambi. Usikubali wewe kijana kutumikishwa na dhambi, usikubali kama wewe ni kijana uliokoka kutumikishwa na shetani, usikubali. Usikubali. Lakini pia jambo lingine nasema kwamba Nyinyi vijana nimewaandikia nyinyi vijana, jambo la kwanza kwa sababu mna nguvu, jambo la pili kwamba neno la Mungu linakaa ndani yenu, na jambo la tatu mmemshinda yule mwovu. Kwa hiyo wewe kama ni kijana, tambua kwamba una nguvu. Wewe kama ni kijana, ni kijana, tambua kwamba neno la Mungu linakaa ndani yako, lakini pia umemshinda yule mwovu. Maana shetani hana nguvu juu ya maisha yako, hana nguvu juu ya maisha yako. Achana na mtazamo watu wa dunia hii ambao wanasema kwamba kijana haiwezekani kuokoka. Maandiko yamekwisha kusema kwamba wewe kama ni kijana umemshinda yule mwovu. Shetani hana nguvu tena kwenye maisha yako. hana nguvu kwenye maisha yako, haijalishi watu wako duniani wanasema nini, haijalishi watu wanaokuzunguka wanasema nini. Maandiko nasema kwenye Warumi tatu nne, kila mtu aonekane kwamba ni mwongo na Mungu aonekane kwamba, kwamba ni amini, aonekane kwamba ni amini. Kwa wewe kijana una nguvu, wewe kijana neno la Mungu linakaa ndani yako, na kama neno la Mungu linakaa ndani yako, dhambi huwezi kutenda dhambi, lakini pia umemshinda yule mwovu Usikubali kutumikishwa na dhambi yoyote ile. Usikubali kuwa mtumwa wa dhambi yoyote ile. Usikubali kutumikishwa na shetani. Nguvu zako ni kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Nguvu ulizonazo ni kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu, na ndio maana kwenye Mhubiri kumi na mbili mstari wa kwanza inasema kwamba mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Wakati wa ujana ndio wakati wa kumtumikia Mungu, sio wakati wa kufuatisha namna ya dunia hii. Sio wakati wa kujikita kwenye mambo ambayo yanalitukanisha jina la Bwana, ni wakati wa kumtumikia Mungu kwa nguvu zako hizo ulizo nazo. Ni wakati wa kumkumbuka Mungu sasa. Usikubali uongo wa shetani kwamba kijana ni ngumu sana kuishi maisha ya kumtukuza Mungu. Walikuwepo vijana, wewe sio kijana wa kwanza, walikuwepo vijana wengine ambao waliishi maisha ya kumtukuza Mungu. Yupo Yusufu ambaye alikuwa ni kijana tena, akiwa, utum akiwa ugenini Misri aliweza kujitunza akaishi maisha ya utaua, na baadaye akawa waziri mkuu, akawa waziri mkuu. Mambo matatu ya kujua kijana yote aliyokoka, jambo la kwanza, tambua kwamba una nguvu na hizo nguvu ulizonazo ni kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Maandiko za mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Hizo nguvu ni kwa ajili ya kuinua ufalme wa Mungu. Usikubali kutumikishwa na shetani. Usikubali kutumikishwa na dhambi yoyote ile. Usikubali kutumikishwa. Lakini pia neno la Mungu linakaa ndani yako, na tatu, umemshinda yule mwovu, umemshinda yule mwovu. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kama wewe ni kijana, kama wewe ni kijana, unaweza ukafatisha maneno haya, unaweza unaweza ukafatisha maneno haya. Sema mimi ni kijana. Nami nina nguvu. Neno la Mungu linakaa ndani yangu. Nami nimemshinda yule mwovu. Shetani hana nguvu kwenye maisha yangu. Shetani hana nguvu kwenye maisha yangu. Nimekwisha mshinda yule mwovu. Mungu akubariki sana. Kama ni kijana, simama imara. Usikubali adui akakutumikisha. Usikubali adui akakutumikisha. Mungu akubariki sana kusikiza mafundisho haya. Na ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza ukashare mafundisho haya. Washirikishe vijana unaopenda, washirikishe marafiki unaopenda mafundisho haya, unaweza ka comment, unaweza ka like. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ali hai, amen.